Unaambiwa siku zote aliyeshiba hamjui a na aliye na afya haijui njia ya hospitalini. Afya ni kila kitu na mtu ni afya. Kampeni hii imeandika historia kubwa katika jiji la Arusha na leo tunahitimisha kwa kishindo. Tulianza kutimua vumbi tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2025, tukipita katika wilaya zote saba za mkoa wa Arusha. Tulipita Arusha jiji, Karatu, Ngorongoro Longido, Monduli, Meru na halmashauri ya wilaya ya Arusha. Hatukutembea kwa bahati mbaya, tulikuja na ujumbe mzito wa afua tisa za afya ambazo ni ujenzi wa vyoo bora na kuvitumia, unawaji wa mikono katika nyakati muhimu, usafi wa maeneo ya kazi na makazi, udhibiti wa utupaji taka, mazoezi ya mwili angalau dakika 30 tu kwa siku, hedhi salama, lishe bora, uandaaji wa maji safi na salama ya kunywa na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tumekutana na viongozi wa wizara, mkoa, wilaya, halmashauri na kata vijiji na vitongoji viongozi wa kimila na watu mashuhuri wakitumia nafasi hii kutoa wito kwa wananchi. Sasa ni wapongeze. Leo tunazungumzia swala zima la kwamba tunatoka Simiyu leo tunakuwa na habari njema kwamba swala la kipindupindu Simiyu sasa limeshakuwa historia kwenye, kwenye, kwenye kwenye kwenye nchi yetu kwa sasa, ndio maana rais wetu anasema kwamba sasa twendeni kwenye eneo hili la mtu ni afya mtu ni afya lakini afya ni uchumi. Katika siku hizi ambazo nazisema kwa wananchi wangu, mwezi mmoja siku thelathini, tutahakikisha nyumba kwa nyumba, tuna mtaa kwa mtaa, maeneo yenye mitaa, vijiji kwa vijiji, vitongoji kwa vitongoji, kwamba lazima tuende pamoja kuhakikisha kwamba afua zote mtu ni afya hizi tisa zinasimamiwa na zinakamilika kwa wakati. Hamasisha ya kwamba tukachimbe choo, tena sio choo tu, tujenge choo bora. Naomba nisisitize jambo la kwanza ni ile swala la hezi kwa mtoto, wanaosema mtoto hawezi kusema kwa baba yake, ni malezi ya mtoto karibu na mzazi. Lakini mtoto anapokuwa karibu na mzazi au wewe mzazi kumkaribisha mtoto awe karibu na wewe, anakuwa na confidence ya kuweza kuongea chochote mbele yako. Tulishuhudia maigizo yaliyofungua fikra za jamii kuhusu umuhimu wa afya bora. Sasa nisikilize, kama nilivyokuambia hii kitu sio siri. Mambo ya mwanamke kwenda hedhi kila mwezi sio siri wala sio aibu, kwa sababu ni lazima na lazima ukamshirikishe mume wako we, we, we. Hey. No mambo ya hedhi mimi mwenyewe nikiingia simwambii. Alafu watoto anatakiwa ajue. Ah, ah, ah, kwa sababu ayo. Sikiliza baba asiposhirikishwa kwenye masuala ya afya ya uzazi, masuala ya afya ya hedhi wale watoto wako watapata pela ya ya, ya, ya, ya nani hii ya hizi taulo. Baba, shikamoo. Marhaba, mwanangu. Na shida. Shida gani tena? Naomba 10000. 10000 ya nini? Kuna kitu naenda kununua. Kitu. Ni kitu gani mwanangu hawezi kuniambia? Ni Yeah. Mm. Mm -mm. Mm. Kwa hiyo elfu kumi yangu sasa naenda kutumia kitu kingine. Hapana. Ha. Katika mikutano ya hadhara 20, zaidi ya watu 13,635 walihudhuria. Tuliimba bwana, tukacheza, Na baadhi ya afua zikatekelezwa kwa vitendo nikaingia sokoni nikanunua dagaa, nikanunua ndizi za kupika, nikanunua maharage, ambayo maharage protini yake ni sawa na nyama, nao sitatenganisha. Nikanunua mahindi, nikanunua mchanganyiko maalumu wa lishe kwa ajili ya uji. Kitu cha kushangaza kilichotokea, kampeni hii ilimgusa kila mmoja aliyehudhuria. Hii ilikuwa si tu kampeni, bali ni harakati iliyochochea mabadiliko ya kweli. Lakini kinachoshangaza sasa hivi, sisi jamii, baba anafichwa kwamba mtoto ameshakuwa mkubwa, amevunja ungo, baba hajui. Baba tunatakiwa tubadilike, mwangalie mtoto wako amefikia umri gani, mnunulie pedi mwenyewe, kwamba tumesema hivi, ndio tuelezane ukweli na uwazi. Lakini sisi tuna mila zetu ba, na desturi zetu bwana za Kiafrika. Haya mambo ni asiri, binti ya kumwambia baba eh, binti kumwambia baba, aababa, mimi tayari naomba hela nikanunue pedi, taulo ya kike. Hapana. Aseme. Apana. Aseme. Aseme. Aseme. Tule milo mitatu ambayo ni milo kamili. Nimependa kuwa na swala la nishati safi kwanza kwa ajili ya kujali afya ya yangu. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia kuni na mkaa, lakini nataka niseme kwamba Kuni, ule moshi wa kuni ule una athari kubwa sana, unasababisha mapafu kupata shida na njia ya upumuaji. Kwa sababu hapo nyuma awali tulikuwa tunapata maradhi kutokana na vyoo vichafu, watu kujisaidia ovyo, lakini sasa hivi matumbo ya tuumwi tena wala maji masafi tunayapata kwa urahisi. Lakini haikuishia kwenye mikutano pekee. Tulienda nyumba kwa nyumba, tukajionea namna wananchi wanavyotekeleza afua hizi kwa vitendo. Pamoja na yote haya, balozi wa kampeni ya Mtu ni Afya hakuchoka kuwahimiza wananchi kuendeleza juhudi hizi, ili kuhakikisha kila jirani anamlinda jirani yake, ili jirani amlinde jirani yake, na jirani alinde jamii na taifa letu la Tanzania. Serikali inasema mjadala wa hedhi salama uende ukajadiliwe nyumbani. Katika kuhakikisha lengo hili linafika, wizara ya afya na ofisi ya rais TAMISEMI zilishiriki bega kwa bega katika kampeni hii, kuhamasisha na kutoa wito kwa jamii. Safari ya Arusha imefikia tamati, lakini mapambano yanaendelea Tanzania nzima. Tuamke, tuchukue hatua, kwa sababu mtu ni afya. Fanya kweli usibaki nyuma. Mtu ni afya, mtu ni afya.